Mwanadamu mchawi mwekundu dhidi ya Enchantress, haya ni machafuko dhidi ya uharibifu katika kiwango cha ulimwengu. Sasa mmoja wao anatoa udanganyifu kwa nguvu sana na kuonekana kama ukweli. Mtu anahitaji tu kunong'ona maneno matatu na kuandika upya hatima. Basi hebu tuangalie hizi mbili zinavyoendelea. Sasa Wanda Maximoff ni wazi si mtu wa kubadilika badilika tu, yeye ni kiumbe shirikishi, sehemu isiyobadilika katika anuwai nyingi, mfereji wa uchawi wa machafuko nguvu zake zisizo imara zisizo na kipimo za mauti. Ameandika upya uhalisia kwa huzuni, amewanyang'anya mamilioni ya watu wenye nguvu za ajabu vipaji vyao, waneno moja tu hapana, kwa kunamona tu, hakuna watu wenye nguvu tena. Mchawi mwekundu sio tu kuhusu kutamka uchawi, anaandika upya sheria za kuwepo. Akiwa mtulivu ni hatari, akiwa kwenye maumivu hawezi kuzuilika. Sasa upande wa pili anasimama Enchantress, mchawi mweusi ambaye amefungwa na mwanamke huyu wa kawaida yeye hachezi uchawi tu, anaoweka katika ushawishi. Yeye ni udanganyifu anamiliki, yeye ni lana za kale. Nguvu zake zinatokana na mapatano ya kishetani, Thomas za kale na silika mbichi, anatembea ukingo wa wazimu, miungu iliyodhibitiwa na kupotosha miji mizima. Yeye hana nguvu kama Wanda, lakini ana hila zaidi, na hapa ndipo itakapokuwa nzuri sana. Sasa yote huanza na kunongona, sivyo? Enchantress anapiga kwa udanganyifu, anainamisha hisia ya Wanda ya nafasi ya wakati, akificha eneo lake, akiharibu kumbukumbu zake. Sasa Wanda anayumba, anaandamwa na huzuni yake kufiwa na watoto wake ambao hata hawakuwepo, halafu anajitambua kuwa yeye ni nani, sivyo? Kwa hivyo atapigana kila wakati, atarudisha wakati nyuma, na Wanda atamgonga sana, anaenda atamfanyia miujiza inayofaa lazima adhibiti uwanja huu wa vita kwa sababu ya uwezo wake, na ana uwezo wa kufungua laana zilizomzumbuka Enchantress, na ataweza kuhisi hilo. Lakini tatizo hapa ni kwamba una mtu mmoja ambaye kweli ana msongo wa akili akipambana na mtu ambaye ni bingwa wa kuchezea hisia za watu. Nikichukua nguvu za moja kwa moja hapa na Wanda akiwa kwenye siku nzuri, na hisi pambano hili linamwelemea sana, kwa sababu yeye ana nguvu zaidi katika uwezo wake wa kubadilisha uhalisia kwa kiwango kikubwa kwa urahisi zaidi, na hata tegemei kitu chochote nje ya yeye mwenyewe. Lakini Enchantress, jamani, yeye ni mwerevu zaidi, makini zaidi, na hana huruma kabisa na kwa uwezo wake wa kuunda udanganyifu halisi na kupindua uhalisia yeye mwenyewe, anachotakiwa kufanya ni kuchochea moja ya kumbukumbu kumbu chungu sana za Wanda na utamkuta akilia au akikasirika au chochote kinachohitajika. Kwa hiyo nitasema, eh, nitampa Enchantress nafasi kidogo ya kushinda hapa. Ningesema tukifanya hili mara mia moja, nadhani kama asilimia sitini ya wakati yeye ndiye atakayeshinda. Hiyo ni nguvu kubwa sana ukizingatia kile tunachozungumzia hapa. Wanda ana nguvu zote, lakini tena akili yake si imara sana, na hilo linanipa wasiwasi kumwamini kwenye pambano dhidi ya huyu mwingine mwenye nguvu kubwa ambaye huwezi kufanya makosa mbele yake.